Sikia, wengine wakisema, ho, sijui mimi mimi ni shujaa sana, ati hakuna mtu anaweza nishika <laughs> my friend, unajua kuna watu wako na shida, wako na ugonjwa. Wanasiasa, ukienda mahali upigiwe makofi mawili matatu na wananchi, unajifanya wewe ni mungu. Iko mtu ambaye ni mkubwa kuliko nchi ya Kenya eh? Hati hakuna mtu anaweza kuuza nani sijui fulani nini? <laughs> wacha nisipitisha hapo yeah. nisipite hapo na hii sio mchezo, this is not politics. Hii sio siasa. Siasa ni mambo ingine iko kando. National security, national stability is different. Wale walikuwa wanachochea hao vijana, wako wapi sasa hivi? Wanawaambia wafanye hiyo maneno. Mimi nashukuru ule padre ameomba hapa, makanisa mengine, they have been praying for the security and peace of Kenya and I thank them, lakini kuna wachache viongozi wa makanisa walichochea. Hao vijana wako wapi sasa hivi? Hata hawalaani hiyo vitendo, wamepotea. Wawakilishi wa nchi za ng'ambo wengine hapa, mabalozi wanajifanya wajuaji, wanaongea mambo ya Kenya, ati wanajua Kenya kutuliko sisi ambao tunaishi hapa na tumezaliwa Kenya. Nchi zao mambo ya ugaidi na kuharibu usalama wa taifa inachukuliwa kwa makini sana. Nobody plays around with national security. Lakini wakiwa hapa wanasema achilieni